Rais Zelensky aliwasili jijini Jedda siku ya Jumatatu na kufanya mashauriano na mwanamfalme Mohammed bin Salman, kuelekea mazungumzo hayo kati ya nchi yake na Marekani. Kiongozi huyo wa Ukraine anatarajiwa kuwasilisha kwa Marekani mpango wa kusitisha vita dhidi ya Urusi akitumai kuwa utapata uungwaji mkono kutoka kwa rais Donald Trump. Mazungumzo haya yanafanyika baada ya majibizano makali yaliyoshuhudiwa katika ikulu ya White House kati ya Zelensky na Trump mwishoni mwa mwezi wa pili, wakati kiongozi wa Marekani alipomshutumu mwenzake wa Ukraine kwa kutokuwa na shukrani kwa kuisaidia nchi yake katika vita dhidi ya Urusi. Kwenye mazungumzo hayo, Marekani itawakilishwa na waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, ambaye atakuwa na mshauri wa masuala ya usalama ya taifa Mike Walls ambao wamesema wanatumai kwamba mazungumzo hayo yatasaidia kupata suluhu. Mazungumzo kama haya yalifanyika wiki kadhaa zilizopita kati ya wakilishi wa Marekani na nchi ya Urusi.